Umekaa kimya kwa muda mrefu mheshimiwa, neno lako ingalau, unaambiaje? Oh, oh. Mheshimiwa Lengai unasema, nina ninamwachia Mungu afanye kazi yake, ninamwachia Mungu afanye kazi yake. Ungeongeza neno, kwa sababu umekaa muda mrefu na muda mdogo, hujawahi kuonekana kwenye siasa. Labda pengine, mkuu, unaweza kaongea, ulikuwa wapi au una nini cha kuzungumza?

Kuna changamoto yoyote ambayo umeiona hadi sasa hivi kwenye uchukuaji? naneshnimesema namwachia Mungu afanye kazi yake. Mungu awabariki sana, ya kwamba namwachia Mungu afanye kazi yake. Ni... <coughs> hatukuwahi kukuona ukizungumza chochote. Leo ndio basi na, na naomba basi nipite. Ni ni kazi ipi ambayo Mungu anataka ifanye, yani ambayo unamwachia Mungu ifanye, wakati fomu umechukua wewe kama mwanasiasa basi?